China imeapa kulipiza kisasi dhidi ya kile ilichokiita ushuru wa kiolela wa utawala wa Trump. Dunia imeshaanza kuadhimisha siku ya wanawake kuelekea kilele Machi nane, kauli mbiu ikiwa haki, usawa na uwezeshaji kwa wanawake na wasichana. kukuletea matangazo hivi leo katika dunia ni leo, mimi ni Meri Mgawa na utakuwa na mimi kwa dakika 30, za matangazo hivi leo. Leo Ijumaa, China imeapa kulipiza kisasi dhidi ya kile ilichokiita ushuru wa kiolela wa utawala wa Trump Waziri wa mambo ya nje wa China akizungumza na waandishi wa habari alishutumu pia Marekani kwa kulipiza wema kwa uovu. Mkutano mkubwa wa mwaka wa kisiasa wa China unaodhibitiwa vikali na chama unasisitiza juu ya imani ya fursa za uchumi wake. Hata hivyo, Ijumaa waziri wa mambo ya nje Wang Yi alibadilisha lengo lake kwa Marekani na kuishutumu Washington kwa kuzusha mivutano na kuvuruga uchumi wa dunia. Tangu aliporejea madarakani, Trump ameongeza ushuru kwa kiasi kikubwa kwa China na kushutumu Beijing kufanya biashara isiyo ya haki na kutishia viwanda vya Marekani. Pia amejiondoa kwenye taasisi za kimataifa. China imechukua fursa hiyo, ikijionyesha kama mtetezo wa ushirikiano wa kimataifa. Miaka 30 baada ya viongozi kupitisha makubaliano ya kihistoria kufanikisha usawa wa kijinsia, ripoti ya Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inasema haki za wanawake na wasichana zinashambuliwa, na ubaguzi wa kijinsia bado umejikita katika uchumi wa jamii. Adijariami anasoma ripoti kamili. Ripoti iliyotolewa Alhamisi na Idara ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za wanawake na usawa wa jinsia imegundua kuwa karibu robo moja ya serikali kote duniani zimeripoti kuzorota kwa haki za wanawake mwaka jana licha ya baadhi ya maendeleo ikiwemo elimu kwa wasichana na fursa kwa uzazi wa mpango. UN Women imesema mwanamke au msichana anauawa kila dakika kumi na mshirika au mwanafamilia na kwamba kesi za manyanyaso ya ngono yanayohusiana na mizozo zimeongezeka kwa asilimia 50 tangu mwaka 2022. Ripoti ilitolewa kabla ya Siku ya Kimataifa ya Wanawake kesho Jumamosi. Pia imeelezea kuwa nchi themanini na saba tu zimewahi kuongozwa na mwanamke. Katika tathmini mpya ambayo inajumuisha michango kutoka nchi 159 UN Women imesema nchi zimechukua hatua nyingi kusonga mbele na usawa wa jinsia na haki za wanawake katika muda wa miaka mitano iliyopita, lakini haki kama hizo bado zinakabiliwa na ongezeko la vitisho kote duniani. Dunia kwa kweli inakabiliwa na upinzani unaoongezeka dhidi ya usawa wa jinsia na haki za wanawake. Wahusika wanaopinga haki ambazo wanazidi kufadhiliwa na kuratibiwa wanadhoofisha kikamilifu maafikiano ya muda mrefu kuhusu masuala muhimu ya haki za wanawake na pale ambapo hawawezi kurudisha nyuma faida za kisheria au sera kwa ujumla, wanajaribu kuzuia au kupunguza kasi ya utekelezaji wao. Kwa upande chanya, ripoti imesema kiasi cha asilimia 88 ya nchi zimepitisha sheria za kupambana dhidi ya wanawake na kuweka huduma za kuwasaidia waathirika kwa muda katika wa miaka mitano iliyopita. Nchi nyingi zimepiga marufuku ubaguzi kwenye maeneo ya kazi na asilimia 44 wanaboresha ubora wa elimu na mafunzo kwa wasichana na wanawake, ripoti hiyo imesema. World... habari njema ni kwamba dunia hivi leo kwa hakika ina usawa zaidi kwa wanawake na wasichana kuliko ilivyokuwa hapo kabla, na hiyo inabainisha maendeleo kwa kweli yanawezekana. Na bado ripoti pia inaonyesha kwa data hivi na ushahidi, maendeleo yamekuwa ya polepole ya pole sana, na nyeti yasiyo na uwiano, na lililo muhimu sana, kuwa maendeleo haya hayana uhakikisho bado ubaguzi umejikita sana, huku ukiwa na mianya katika madaraka na rasilimali ambazo zinaminya haki za wanawake, ripoti imesema right. Hivyo hivi sasa msichana ambaye amezaliwa leo atasubiri mpaka akaribia miaka arobaini ndipo atakapoona usawa katika mabunge kila mahali kuna ukosefu wa usawa katika mabunge. Atakuwa na miaka sitini na minane mpaka ndoa za mapema kwa wasichana zitakapomalizwa kote duniani. Na wala ataishi aone siku ambayo umasikini uliokithiri ambao una uso wa mwanamke umetokomezwa katika ardhi hii. Atakuwa na miaka 137 wakati ambapo umasikini kwa wanawake umekomeshwa. Imeonya kuwa wadau dhidi ya haki kwa bidii wanadumaza mwafaka wa muda mrefu kwa, kwa masuala makuu ya haki za wanawake na kutaka kuzuia au kupunguza haki ya kisheria na mafanikio ya sera ambayo hayawezi kurejewa. Inataka mapinduzi ya kidijitali kuhakikisha fursa sawa kwa teknolojia kwa wote wanawake na wasichana, uwekezaji katika hifadhi ya jamii, ikiwemo huduma za afya kwa wote na usawa wa elimu ili kuwaondoa katika umaskini na hakuna manyanyaso dhidi ya wasichana na wanawake. Mchakato pia utajumuisha usawa katika kufanya maamuzi ya madaraka kwa wanawake na kufadhili majibu ya misaada ya kibinadamu ya kijinsia katika vita na mizozo. Khalid Yariami, VOA, Washington. Na, na kuendeleza hilo basi baadaye kidogo tutaungana na Lydia Jengo kutoka shirika la Woga linaloshughulika na kuwawezesha wanawake na wasichana pamoja na Pascal Ogutu kutoka, kutoka shirika lisilo la kiserikali la Horn of Africa Institute kutoka, kutoka pale Kenya. Karibuni, na nikianza nawe Pascal kutoka, kutoka huko Kenya. Kauli mbiu mwaka huu inasisitiza kuhusu haki, usawa na uwezeshaji kwa wanawake na wasichana. unadhani ni mambo gani yanatakiwa kufanyika kufikia hili? Asante sana Meri kwa nafasi hii uh, ningependa ni sana, sana kuungana na wee kwa hiyo swala uh, zile vitu zinaweza kuwa zinakuuka ama zinapinga wa wamama ama wasichana wasipate haki yao, ni kama zile wasichana wapewa nafasi ya elimu elimu bora kama yale ya wavulana, wavulana. Tuwe, wa wavulana ili waweze kukua na ile usawa alafu pia kuna zile elimu ya jamii ambayo, uh, jamii inaweza kufunzwa ili waweze kuelewa haki ya, wa, ya wanawake na wasichana uh, pia kupunguza mambo ya dhuluma ya kijinsia katika jamii uh, na pia pia, pia wanawake ama wasichana wapewe fursa ile ya kuweza kukua katika hii uh, masomo ya, kia, ya teknolojia ama ya sayansi ama ile ya STEM ili wasichana wa, wa, wa ama wanawake pia waweze kukua kama wale wavulana waweze uh, kupata masomo kama yale wanaopata kwa usawa, na pia kuweza kuzuia hii mambo ya ubaguzi na kijinsia. Nadhani wasichana wakipewa fursa hiyo ya elimu na jamii iweze kuelezwa kuwa kuna haki ya wanawake na wasichana, itaweza kusaidia kupunguza hii hali ya wanawake kupata uh, zile dhuma ama ile ubaguzi katika jamii. Paskali ya miaka 30 baada ya viongozi kupitisha makubaliano ya usawa wa kijinsia, ripoti ya UN inasema kwamba haki za wanawake na wasichana zinashambuliwa. Je, juhudi gani unadhani zinastahili kuongezwa kukabiliana na hili? Uh, ningesema pia kuna zile sera za jinsia kama zile uh, kuna kanuni ya kitaifa ambayo imehakikisha inasema kuwa wanawake waweze kupata haki ya kuweza kupata hizi uh, nafasi za uongozi. Uh, na Kenya pia imeweka mikakati ile ya wanawake kupata uongozi katika nyanja mbalimbali, na waweze kutimiza ile kanuni ya theluthi mbili, wanawake waweze kupata hizo nafasi ili waweze kuwa na usawa na wale jinsia wengine. Uh, na pia hizi sera za jinsia ambazo zimewekwa ziweze kutumiwa ku, mkazo ili ziweze kusuluhisha zile pengo ambalo zinaongeza kuhusu Um, dhuluma ya, ya wanawake ama wanawake kupata, kukosa kupata nyadhifa mbalimbali ya uongozi pale katika jamii uh, na pia kimataifa, serikali ikisaidiana na mashirika mbalimbali, ili wanawake waweze kupata mafunzo ya kujisaidia, kama zile ya biashara, mikopo za, za serikali katika zile vikundi zao, wanaweza kushirikana na sauti zao zikaweza kusikilizwa. Uh, licha ya baadhi ya maendeleo ikiwemo elimu na wasichana, na kwa wasichana kwa wasichana na uzazi wa mpango lakini, lakini bado Umoja wa Mataifa, yu, UN Women inasema kwamba mwanamke au msichana anauawa kila dakika kumi. Unadhani kuna juhudi za kutosha kukabiliana na tukio kama hili? Uh, ningesema hiyo hiyo kazi uh, kubwa inapatikana imewekwa katika zile malengo ama zile sheria ya serikali imeweka ambayo inafaa kutafuta hawa wanaodhulumu ama wanaofanya hizi vitendo la kuwaua wanawake ama kuwamaliza, kuwa katika kuwakoseshea kuwa haki ya kuwa na uh, maisha yawe, so ningependa tu serikali iweze kutilia mkazo, uweze kuweka sheria ambayo ikipatikana ni mtu amefanya tendo kama hili anatiliwa anaekewa ile sheria ambayo hawezi kufunguliwa kwa sababu tunaangalia kuna zile pengo katika sheria ambayo zinaachilia pia ule aliyefanya tendo kama hili, kwa sababu inasema ako na haki kama yule mwingine. Ningependa tu sheria, serikali iweke mkazo katika sheria zao waweze kuweza kutilia mkazo kwa wale wanaofanya tendo kama hili wasiweze kuachiliwa, ndio yule aliyetendewa tendo hili aweze kupata haki yake na usawa wake. Paskali, anakushukuru sana kwa mchango wako na kushiriki nasi katika kipindi chetu cha dunia ni leo. Asante mtazamaji. Wakati huu tunaelekea katika taarifa nyingine, ambapo ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Sudan Kusini imethibitisha hii leo kwamba Jenerali David Mojardak wa jeshi la taifa ameuliwa pamoja na wanajeshi kadhaa, wakati helikopta za Umoja wa Mataifa ziliposhambuliwa na wanamgambo wa kundi la White Army hutoka mji wa Naser katika jimbo la Upper Nile na kuzusha mapigano mapya. Shambulizi hilo limemuua rubani na wajumbe kadhaa wa jeshi la SSPDF kwenye kambi huko Naser, walikuwa wamekwama huko tangu jeshi ilipochukua udhibiti wa kambi Jumanne. Na wakati huo huo, wiki hii, waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makwah alisema kuwa serikali na udhibiti kamili wa hali wakati hofu ikiongezeka kwa mkataba tete wa amani wa taifa hilo la Afrika Mashariki kufuatiwa kukamatwa kwa waziri wa mafuta na naibu mkuu wa jeshi wote wa shirika wa makamu wa kwanza wa rais Rek Machar. Abdu Shakur Abud anasimulia habari hii. Waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makwey Luwet aliwaambia waandishi wa habari wa kuwa ngome ya serikali katika wilaya hiyo ilizidiwa nguvu na waasi mapema Jumanne amekishutumu chama cha Machar, Sudan People's Liberation Movement in Opposition, kwa kuwa na mahusiano na kile alichokiita White Army, kundi la vijana wenye silaha katika jimbo hilo kutoka jamii ya kabila la Nuer, kama alivyo makamu rais. Government is in full control of the situation and we are in the... Serikali ina udhibiti kamili wa hali na sisi tuko katika utaratibu wa kushughulikia hali ya huko nasir. Pili, Ushauri wangu kwa umma ni kuwa wasisikilize na wala kutiwa wasiwasi na propaganda hasi ambazo zimekuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Hizi propaganda hasi ambazo kila mtu anakaa katika chumba chake na kuzipelekwa huko nje, ni uvumi usi. Majeshi ya Sudan Kusini yamewakamata waziri wa mafuta na naibu mkuu wa jeshi, wote washirika wakuu wa makamu wa kwanza wa rais Rich Machar, huku hofu ikiongezeka jana Jumatano kuhusu mkataba tete wa amani wa nchi hiyo. Kuongezeka kwa mvutano kumetishia kuvuruga serikali ya umoja hasa, mapambano ya ghasia upande wa kaskazini mashariki, katika jimbo la Upper Nile ambako serikali inasema kuwa mapambano yanaendelea kati ya jeshi na waasi wanaounga mkono majeshi ya Machar. We are also, as the government, in which they are members. Sisi pia kama serikali, ambapo wao ni wanachama, waeleza io kuheshimu vipengele vya mkataba kama io inaamini kuwa wao ni sehemu haswa ya hili ya serikali ya sasa, basi hakuna sababu ya kupigana na nguvu ya serikali ambayo wao ni wanachama pia. Hili kwa kweli, kilichotokea kiliandaliwa na kuratibiwa kutoka hapa. Vifungu vingi vya mkataba wa amani vimebaki bila ya kutekelezwa, ikiwemo kuandika katiba, kuitisha uchaguzi na kuunganisha majeshi yao, wakati nchi bado imegubikwa na umaskini licha ya kuwa na akiba kubwa ya mafuta. Msemaji wa Mashar amesema kukamatwa kwa jenerali siku ya Jumanne kuna kiuka makubaliano ya amani na kutaka uingiliaji kati wa washirika wa, wa kimataifa. sure so tutahakikisha kuwa mkataba unatekelezwa inavyostahili, na azma ni kuitisha uchaguzi. Hiki ndicho tunachosema na serikali, na nia ya dhati kwa hilo, na tutahakikisha kuwa mkataba unatekelezwa kikamilifu. Licha ya hivi vikwazo na uingiliaji kati ambao unafanyika, na sisi tunafuata kile ambacho rais amekitangaza mapema. Umoja wa Mataifa umeonya juu ya ongezeko la mapambano katika jimbo la Upper Nile, ambalo linahusisha silaha nzito nzito na vifo kadhaa. Siku ya Jumatano, IGAD ambayo inajumuisha nchi nane za kikanda ilisema mapambano yanatishia kudumaza mafanikio yaliyopatikana katika mkataba wa amani na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu katika jimbo hilo. Hii inafuatia hatua kadhaa za kisiasa zilizofanywa na Kir ambazo wachambuzi wanaeleza ni majaribio ya kuimarisha msimamo wake na kumweka kando Machar. Mwezi uliopita Kir aliwafukuza kazi makamu wa rais wa tano katika serikali ya umoja bila ya kushauriana na wadau na kumwondoa gavana wa jimbo la western Equator, mwanachama wa harakati mwanachama wa kundi la Machar. Abraham Kuol Nyon, profesa wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Juba, anasema nchi huenda ikawa katika hali ya kuingia katika vita vipya. Abdu Shekur Abud, sauti ya Amerika.

Tangazo ya dunia ni leo moja kwa moja kutoka Washington DC na kupeleka katika chumba cha habari ambako kule utapata taarifa nyinginezo zinazoendelea. Inazoendelea Maria, ni kwamba matukio ya watu kujichukulia sheria mikononi yameongezeka katika mji wa Bukavu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mji huo ulipochukuliwa na kundi la waasi la M23 mwezi uliopita. Wanaharakati wamesema kwamba baadhi ya watu wameuawa baada ya kuvamiwa na wenzao kutokana na madai mbalimbali mbali. Matukio hayo ni udhihirisho wa ukosefu wa usalama baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku mfumo wa sheria ukiwa umekosekana. Waliouawa walishutumiwa kwa wizi, uchawi na wizi wa kimabavu. Baadhi yao wamechomwa moto wakiwa hai kwenye barabara za Bukavu. Mwandishi wa shirika la habari la Reuters ameripoti kushuhudia matukio matatu tofauti ya watu kuuawa wa jana Alhamisi tarehe 6. Waumini wa kanisa Katoliki wamekuwa na hisia mchanganyiko baada ya kusikia sauti ya Papa Francis leo Ijumaa kwa mara ya kwanza tangu alipolazwa hospitali mwezi Februari. Sauti ya Francis ilirekodiwa jana Alhamisi, ilichezwa kwa waumini waliokusanyika kwenye bustani ya Mtakatifu Petro kwa maombi. Vatikani imesema Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 amekuwa na usiku mtulivu na amelala salama, aliamka baada ya saa 2 asubuhi Ijumaa. Madaktari wamesema hawaja taraji kutoa ripoti ya hivi punde kuhusu afya ya papa hadi kesho Jumamosi kwa sababu hali yake ni thabiti na kwamba ana matatizo ya kupumua au matatizo mengine kwa siku kadhaa. Sasa wafuasi wa rais wa Korea Kusini aliyeshtakiwa, kuondolewa madarakani, Yun Supyol, wamekusanyika nje ya kituo anakozuiliwa, ambapo wanatarajiwa kuachiliwa huru leo Ijumaa. Mahakama ya Wilaya ya Siol imesema kwamba imekubali ombi la Yun kuachiliwa kutoka gerezani kwa sababu muda wake kuzuiliwa kisheria ulimalizika kabla ya kufunguliwa mashtaka ya kutangaza sheria ya kijeshi mwishoni mwa mwezi Januari. Mahakama pia imesema kuwa haja, hakuna haja ya kujibu kuhusu uchunguzi unaoendelea kuhusu Yun endapo anafuata sheria. Mawakili wa Yun wameshutumu idara ya uchunguzi kwamba walimzuia kabla ya kumkamata rasmi na kwamba hawana nguvu ya kisheria kuchunguza madai ya ufisadi ama uasi dhidi yake. Mawakili wa Yun wamekubaliana na maamuzi ya mahakama ya kutoa